Bali za muda huu, ndugu watazamaji naofuatilia chaneli yangu ya YouTube. Leo hii nimewaandalia namna bora ya kujenga banda la kuku wa kienyeji kwa gharama bei nafuu. Banda la kienyeji unaanza kujenga kwa matijo bei kabi ndogo kabisa. Mfano, unaweza ukatumia mbao kulingana na malighafi zinazopatikana katika eneo husika unalofugia wanyama au ndege. Kwa hapa kwangu nimetumia bati chakavu vipande hivi vidogo ambavyo unavipata kwa gharama ndogo. Jumla banda langu limegharimu shilingi laki moja kwa kununua nyavu, mirunda, vipande vya mabati chakavu na mbao pamoja na misumari. Tazame banda langu jinsi lilivyo. Hapa mbele kwenye huu wavu unapoonekana, ni sehemu ya kulia. Ntawaingiza ndani baadaye, muone jinsi banda lilivyo, ni la gharama nafuu sana. Huu ndio mwonekano wa nyuma banda kuku jinsi linavyoonekana. Metumia tofali za tope mechanganya na zingine za kutofali za kuchoga. Ni rahisi sana kujenga banda kuku wa kienyeji, ambao walitumia gharama kubwa. Nandhari yake ni kama hivi inavyoonekana hivi vyote vimvuli, ni sehemu ya kuku kupumzika. Kama nilivyowaambia watazamaji wangu, tawaleta ndani vione banda. Na hivi ndivyo vyombo vya kulia chakula, atumia gharama kubwa katika kuvitengeneza. Tumetumia bomba aina ya PVS, tukachana sehemu ya kupitishia midomo kwa ajili ya kukula kula, tukanyanyua na mbao kidogo, kwa ajili kuku waweze wasichakue chakula kuangusha chini, kama hivyo inavyoonekana. Pia tumetumia hivi, na hii ndiyo dawa tumewachanganyia. E, dawa hii inatumika kutibu mdondo, kwa Kiingereza wanaita ni Newcastle, kuhara kukumbu na mafua ya kuku. Hii dawa tumechanganya aloe vera, mpela, mpapai, pilipili na kitunguu saumu. Muonekano wa ndani ya banda la kuku, haya madumu yanaonekana hapa ni kwa ajili ya kutagia kuku. Wengine wanavyoonekana kama hivi, wamelalia jinsi unavyowaona. Haya, wengine wamelalia kama unavyowaona hivyo ni sehemu ya kukanyaga juu wakati wa kupumzika usiku, maana nde kuku wanahitaji mazingira ya juu hivi. Wengine unaona hao wamelalia hapa. Banda la kuku wa kienyeji alihitaji gharama kubwa, naweza wakaanza kwa mtaji mdogo, baadaye kakua. Asanteni sana kwa kunisikiliza usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili kuendelea kujifunza masomo mengi zaidi kutoka kwa Mungu awabariki. Asante.